Live. Israel na Iran sasa ni vita kamili. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea hapa, karibu sana kwenye familia ya habari makini. Hapa tunakuletea matukio ya moja kwa moja yaliyosukwa kwa ufasaha, yakieleza undani wa yale yanayotikisa dunia kwa sasa. Kama unataka kuendelea kupata maelezo ya undani, bonyeza subscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube, Hubah Online TZ na usisahau kuwasha kengele ili usipitwe na habari moto kama hii ya leo. Sasa twende, dunia yazidi kuchafuka mashariki ya kati. Siku ya leo tarehe 18 Juni 2025, dunia imeshuhudia kile wachambuzi wanaita kiwango kipya cha hatari kati ya Israel na Iran, mataifa mawili hasimu ambayo sasa yanashambuliana kwa kiwango kisichowahi shuhudiwa kwa miaka mingi. Milipuko mikubwa imetokea Tel Aviv, Israel na Teheran, Iran, huku mapigano yakiingia siku ya sita mfululizo. Kinachotia hofu zaidi ni kwamba hali hii imevuka mipaka ya mashambulizi ya kijeshi tu. Sasa ni mvutano wa kidiplomasia, vita vya habari na huenda iwapo mambo hayatachukuliwa kwa makini, dunia ikashuhudia vita kamili ya kikanda au hata kimataifa. Donald Trump: Irani jisalimishe bila masharti. Katika kauli iliyotikisa duru za kisiasa kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump ambaye alichaguliwa tena mwaka huu amesema, We now have complete and total control of the skies over Iran Time has come for Iran's unconditional surrender. Sasa, tuna udhibiti kamili wa anga ya Iran, wakati umefika kwa Iran kujisalimisha bila masharti. Kauli hii haikuchukuliwa kwa mzaha Teheran. Kwa hakika, tangu Trump alipozungumza, ndege zaidi za kivita za Marekani zimeripotiwa kuelekezwa Mashariki ya Kati. Ishara kuwa Marekani imejiweka tayari kwa hatua za kijeshi iwapo hali itazidi kuwa mbaya. Makombora yaanguka kote, Iron Dome yazidi kuchoka. Kwa upande wa Israel, mfumo wake maarufu wa Iron Dome umeendelea kufanya kazi kwa bidii, ukijaribu kuzuia makombora yanayorushwa kutoka Iran. Hata hivyo, sio yote yanazuiliwa. Baadhi ya makombora yamepenya na kusababisha vifo uharibifu wa majengo na hofu kubwa miongoni mwa raia. Mfuno huu wa Iron Dome una uwezo wa kurusha makombora 20 kwa kila kizindua na kuna betri kumi kote Israel. Mbali na huo, Israel pia inategemea mifumo mingine kama David Sling kwa makombora ya masafa ya kati kama kilomita 40 hadi 300, Aero System kwa makombora ya masafa ya mrefu hadi kilomita 2400 lakini sasa gazeti la Wall Street Journal limeripoti kuwa Israel inaelekea kumaliza hifadhi ya makombora ya kujihami, jambo linaloongeza hatari kwa taifa hilo. Iron ya haribu drones 14 za Israel, vituo vya kutengeneza drones vifumuliwa. Katika kile kilichoonekana kama mafanikio makubwa ya upande wa Iran, msemaji wa polisi wa Iran, said Montaze Rolomathi, amesema kuwa drones 14 za Israel zimeharibiwa. Si hivyo tu, bali pia walifanikiwa kugundua na kulipua maabara na magari yaliyokuwa kisafirisha drones katika mikoa mbalimbali mbali. Hii inaashiria kuwa Irani haiko nyuma kiteknolojia na imeamua kujibu mashambulizi ya Israel kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu. Teheran yatikiswa, lakini maisha yanaendelea. Licha ya maelfu ya wakazi wa Teheran, mji mkuu wa Iran, kukimbia kwenda maeneo salama, baadhi ya biashara bado zinaendelea. Shirika la Press TV lilionyesha picha za watu wakiwa foleni kununua mkate, vyakula na mahitaji ya kila siku. Wengine walihojiwa wakasema hawawezi kuondoka kwa sababu ya wagonjwa wa familia au kukosa usafiri. Wapo pia waliokataa kuondoka kwa sababu ya uzalendo. Hatutakimbia, huu ni mji wetu. Ukingo wa Magharibi wafungwa. Palestina yabeba mateso ya pembeni. Wakati huu wa vita kati ya Iran na Israeli, Wapalestina wa ukingo wa, wa Magharibi wameendelea kuathirika. Jeshi la Israeli limeripoti kumpiga risasi kijana aliyekuwa na kisu akidaiwa kujaribu kuwashambulia wanajeshi. Hivyo hivyo, shirika la habari la Wafa limetangaza kuwa kijana huyo Ali Hamza Hajajle alifyatuliwa risasi akiwa nyumbani kwake baada ya kukamatwa. Miji ya Palestina kama Birzeit na Burkin zimeripotiwa kufanyiwa uvamizi wa usiku, huku milango ya miji na vijiji ikifungwa kwa maboma ya chuma na zege. Wapalestina wanahofia hii ni mbinu ya Israel kuendelea kupora ardhi na kupanua makazi haramu. D Iran yafungua mipaka Wageni waanza kukimbia. Wakati na shambulizi yakiendelea, serikali ya Iran kupitia afisa Javad Hedayati imesema kuwa mipaka yote ya nchi iko wazi kwa wasafiri na mizigo. Wageni kutoka mataifa kama Pakistan, China na Korea Kusini wameanza kuondoka kupitia barabara baada ya safari zote za ndege kusimamishwa. Hivyo hivyo, serikali inasema kuwa kasi ya kuingia nchini imepungua kwa sababu za kiusalama. Endelea na sehemu ya pili ya makala ambapo tutajikita zaidi katika madhara ya kijamii na kiuchumi kwa mataifa haya mawili. Uhusiano wa mataifa mengine kama Uchina, Urusi, NATO na Saudi Arabia. Maoni ya wataalamu kuhusu hatari ya vita ya tatu ya dunia. Mustakabali wa Mashariki ya Kati, je, kuna nafasi ya mazungumzo?